Bado bado bado, bondia wa ngumi za kulipwa nchini Tanzania, Twaha Kassimu maarufu Twaha Kiduku, ameibuka upya na kusema ukimya wake ulikuwa ni sehemu ya maandalizi ya kurejea kwa nguvu mpya na kufanyia kazi ushauri na matamanio ya wa mashabiki wake kuendana na mahitaji ya soko la ngumi. Maandalizi yako vizuri, tuko mwishoni tayari ishamaliza tayari. E, tuwasikizie 24 hapo majaliwa kuingia ulingoni. Kiduku ambaye ni bondia kutoka mkoani Morogoro mwenye rekodi ya mapambano thelathini na tano akishinda ishirini na nne tisa kwa KO kupigwa kumi, moja kwa KO na kutoka sare mara moja. Mara kwa mara akijinasibu kwa misemo yake kama mzee wa shosho na bendera chuma mlingoti chuma, ameahidi kulitumia vyema pambano lake la Mei ishirini na nne mwaka huu ishirini na ishirini na tano dhidi ya bondia Limbani Lano kutoka nchini Malawi kuonyesha muonekano wake mpya wa uchezaji sambamba na burudani ya kipekee tofauti na alivyozoeleka huko awali. Charles Mbwana, mwalimu wa Kiduku, amesema amemwandaa bondia wake kucheza kwa kiwango cha juu, kuonyesha burudani ya kipekee akisisitiza kuwa maandalizi ya kumkabili Lano yameshakamilika huku wakitarajia kuondoka Morogoro Mei ishirini na tatu kuelekea jijini Dar es Salaam. Nao baadhi ya mashabiki waliopata nafasi ya kumshuhudia Kiduku akijifua wa wameonyesha imani kubwa kwa bondia wao, wakiahidi kumpa support ya nguvu uwanjani. kwa sababu mchezo wa ngumi sio mnaenda kupigana. Kupigana ni ugomvi. Au sio? Mnaenda kucheza. Na kila siku mimi nawaambia sasa mimi naenda kutoa burudani burudani, kijana wangu namfundisha ili awape watu, watu wafurahi. Tunamshukuru Mungu kwa kweli, kamuwezesha kipaji kizuri, kwa maana akiwepo tu akiduku katika ulingo wa Tanzania, waga tuna kwamba ushindi upo, labda tu kwa makosa machache akitokea ndio hivyo kwamba kupoteza kwake. Waga tunaga hizo tunaga imani. Tukienda sisi tunachukua ubingwa tu. Tunamuombea sana kwa Mungu ampe tu zaidi afya. Kwa mazoezi tumemuona tumemhakikisha kwamba amejiandaa vizuri sana sana sana, sana. Twaha Kiduku ni show, show, ushindi wa kutosha, kama alivyosema yeye awali kwamba tegemee mabadiliko, ni kweli. Tumeshazoea kusema kwamba show, show, sasa leo hii ana mbwembwe zingine tofauti, tunategemea. Mashabiki wengine, karibuni sana katika ulingo huo, usimwache peke yake, tukapeperushe tuka bendera ya Tanzania kwenye boxing anayekwenda kupambana Twaha Kiduku, na nafikiri litakuwa ni pambano zuri, kutokana Twaha Kiduku, tunamjua uwepo wake na kiwepo uwanjani, kweli ndondi zinatembea Hivyo basi tujitokeze, pambano nitakuwa Dar es Salaam eh, tujitokeze kwa Tanzania ili tuende tukamsapoti ndugu yetu kwa Kiduku ambaye ni mtanzania mwenzetu. kwahiyo tujiandae kwa kweli. Kiduku bondia mwenye nyota mbili hajapanda ulingoni nchini tangu Aprili elfu mbili na ishirini na nne. Anakamata nafasi ya pili kwenye uzani wa super mido nchini Tanzania na ya mia moja na sitini duniani kati ya mabondia elfu moja mia saba sabini na tatu katika pambano hilo la Mei 24 mwaka huu atacheza katika uzani wa middleweight kilo 76. Lakini Lano, bondia wa nusu nyota kutoka nchini Malawi, ana rekodi ya mapambano 27 akishinda mapambano nane, nne 4 kwa KO, kupigwa mapambano 17 8 kwa KO, kutoka sare mawili. Huyu ni bondia wa nne kwenye uzani wa light heavy nchini Malawi, huku akishika nafasi ya 894 duniani. Mei 24, 2025 Jumla ya mabondia 30 wataminyana ulingoni katika pambano la Kimataifa la Nokauti ya Mama awamu ya nne katika viwanja vya Posta, kijitonyama nyama jijini Dar es Salaam, likiwakutanisha pia mabondia mahiri ambao hawajaonekana ulingoni kwa muda mrefu akiwemo Dulla Mbabe, Idd Pialali, huku pambano kuu likiwa ni la Mchanja Yohana atakayelinda mkanda wake wa WBO Global Flyweight Championship akizichapa na Philemon Ngutenanye, bondia kutoka nchini Namibia. Nikiripoti kutoka mkoa wa Morogoro, mimi ni Jackson ni Johnny.